Tumewasili hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete hapa jijini Dodoma, ambapo mkutano mkuu maalum wa chama cha mapinduzi CCM unatarajiwa kuanza muda mchache ujao, na geti hili hapa ndilo linatumika kwa wajumbe wa mkutano huu kuingia. Lakini tuungane naye mwenzangu Mwajuma Mleo, ambaye yuko upande wa pili, tujue nini kinaendelea zaidi kwa upande ule na amezungumza na kina nani. Asante sana Agnes, na mimi niko upande wa pili wa geti hili ambalo linatarajiwa uh, kuingia viongozi mbalimbali mbali, akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, Samia Suluhu Hassan, lakini pia wajumbe mbalimbali wameweza kuwasili katika eneo hili kwa ajili ya kuanza mkutano huu, lakini pia nimezungumza na baadhi ya wajumbe uh, kupata maoni yao kuhusiana na kile wanachokitarajia katika mkutano huu. Tutaendelea kukujuza mengi zaidi katika ukumbi huu wa Jakaya Mrisho Kikwete. Naitwa Jabir Muhamedi Mtanda. Maoni yangu au mataraji yangu leo ni kuja kupata ile ilani ya uchaguzi ya mwaka ujao, ili tuweze tukwenda kuoanisha kwamba tuwaeleze wananchi wetu ilani iliyopita imetekelezwa kiasi gani na mpya inataka kufanya nini. Unahisi uh, mkutano huu na tofauti na mikutano mingine utofauti wake ni upi? Utofauti wake mkubwa ni kwamba mkutano huu tunaenda kupitisha jina la mwenyekiti mpya ambaye atagombea nafasi ya urais kwa mwaka 2025. Huu ni mkutano ambao unakwenda kujadili kama ilivyoelezwa awali, e, ilani yetu ya 2020 25, lakini kutathmini ilani na kupokea ilani yetu ya 25 30. Kwa hiyo ni mkutano kwa kweli ambao unakwenda kuja na jambo kubwa ambalo linakwenda kuamua E, mustakbali wa taifa hili. Tunakwenda kuamua juu ya masuala ya uchumi, siasa, maendeleo, sayansi na teknolojia. Yote haya yatajadiliwa ndani ya mkutano huu. Kwa hiyo hiki ni, ni mkutano ambao ni zaidi ya mkutano, kwamba ni eneo ambalo linakwenda kuchakata e, mambo makubwa yanayolihusu taifa hili, mambo yanayohusu kuendelea kwa watu, yanayohusu kuendelea kwa taifa. Kwa hiyo kwa kweli hiki ni kikao ambacho E, nadhani kinakwenda kuamua kwa kweli hatima ya Tanzania ya baadaye ya miaka, ya miaka mitano ijayo. Na, unafanyika katika kipindi ambacho bunge alijavunjwa lakini kadhalika tunaelekea katika kampeni za uchaguzi. Wewe mwenyewe unahisi kwamba una tension kiasi gani? Ah, kwa kweli huu si mkutano wa bunge, huu ni mkutano wa Chama cha Mapinduzi ambao unahusu wanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Sasa wabunge ni sehemu tu ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi, kwa hiyo hili ni jambo la kichama, hili ni jambo la Watanzania, hili ni jambo la wananchi ambalo linakwenda kuchakata mkataba tuliofanya na Watanzania kati ya 2020 na 2025, lakini kuwapa mkataba mpya waonesha mkataba mpya wa 25 na 30. Kwa hiyo kwa kweli swala la kutovunjwa bunge e, halina mafungamano yoyote na mkutano huu ambao ni wa hatima ya, ya Tanzania. Kwa ufupi sana unahisi, mkutano huu una tofauti gani, na mikutano mingine? Ni mkutano mkuu maalum ambao una, unaamua mambo makubwa yanayohusu taifa hili na maendeleo ya watu, ni tofauti na mikutano iliyopita, kwa sababu baada ya mkutano huu tunaingia kwenye kampeni tunakwenda kunadi wagombea wabunge, rais, madiwani ambao kwa kweli hawa ndio vyom viongozi ambao wanasukuma e, maendeleo ya nchi yetu. Kwa hivyo huu ni mkutano unakwenda pia kuamua nani atakwenda kuwa kiongozi na kwa namna gani. Lakini Chama cha Mapinduzi chenyewe kina ahidi nini kwa watu kupitia mkutano huu na ilani yake ambayo hiyo hiyo ilani ndio ambayo kitakwenda kuinadi kwenye e, uchaguzi wa mwezi Oktoba.